Lakini ukiamka siku mambo yako hayaendi, kila unalolifanya limekuwa zito, wajaribu sana, hili hili limekuwa gumu, hili limekuwa gu gumu. Basi kithirisha sana kuleta la haula wala quwata illa billah, hakuna mwenye nguvu wa kupeleka mambo isipokuwa nani? Allah. Hakuna mwenye mbinu bora asipokuwa Allah. Sema la haula kwa wingi, ukikwama mahali sema la haula wala quwata illa billah. Mal asaf, la haula, sisi ni dhikri ya kujuta, si ndio? Baada umefeli. Sheikh eh? Tuliadiana asubuhi, tuna mkutano, mbona hukuja? La haula wala quwata, si mahali pake. <laughs> Hapo ungesema inna lillahi wa inna ilayhi We umefeli, lakini la haula ni dhikri ya kufanya mambo yako yawe mepesi. Kila jambo lako likiwa zito, leta la haula kwa wingi. Wanasema kwamba la haula tuziluljibal na siku, ukiamka riziki yako imekuwa ngumu, biashara haiendi, sijui chakula ya kusumbua, hili hili, kithirisha istighfari Leta istighfari kwa wingi katika matatizo. Mambo yamekuwa magumu, la haula wala la quwata illa billah. Riski imekuwa chache, kithirisha kuleta nini? Astaghfirullaha wa atubu ilayhi.